Bwana Masaga, mkoa wako tunahitaji fomu hizi zaidi ya saini milioni kumi na tano. Tutazipeleka umoja wa Mataifa. Sio kazi ngumu hii, pigeni fotokopi, sainini hizi karatasi. Na sasa wameanza kuziwinda kwamba wataenda kwenye, sio ofisi zetu wanavamia watu wa wanyang'anyi, zisainini. Tunahitaji hizo signature kabla ya mwezi wa tano huu kuisha. Watanzania wamfanye hii kazi kwa bidii kubwa, kila kata itoke na hizi fomu mwende kuzisaini zirudi zije makao makuu tuzipeleke Umoja wa Mataifa kwamba kuna watanzania milioni kumi na tano hawataki uchaguzi wa wizi. Na mwisho kabisa, nyumba isiyo na nidhamu haiwezi kufanya mapambano magumu tuliyonayo mbele yetu. Tuna mapambano ambayo tukicheza tutauawa wote, na tukiruhusu miongoni mwetu watu wasiokuwa na nidhamu wasiokuwa waadilifu, wasiokuwa wa kweli, watakuwa sehemu ya kutuumiza. Tutasimamia nidhamu bila kumwonea mtu wala bila kumwogopa mtu, ndio hulka yetu. Tutataka watu ambao wanajua kweli wanawiwa kupigania maisha ya watoto wao, wasije kuishi maisha mabaya kama wao walioishi. Hebu fikiria hivi, nyie watu wa kera hapa mnaZiwa Nyasa, wakulima wenu wanachohitaji ni maji yatoke ziwani yawafikie kwenye mashamba. mpunga ni siku tisini. msinge msingekuwa mnasubiri mvua ya Mungu mlime, ungekuwa unavuna unapanda, siku tisini umevuna, umepanda, siku tisini umevuna. Ile faida unayoipata kwa msimu mara moja kwa mwaka ungeipata mara nne kwa mwaka. Kama tungekuwa na serikali inayojitambua tusingekuwa hapa tulipo si tunaagiza mchele kutoka Pakistan, lakini kokote ukienda dunia hii wanakuambia unahitaji mchele wa Kyela. Leo Kyela ingekuwa ni nchi ambayo inauza mchele duniani kuliko sehemu nyingine yoyote. Hatuna uongozi wa kuwabadilishia maisha. Hiki chama kitawabadilishia maisha, tuna tunahitaji kukilinda, tunahitaji kukipigania. Najua miongoni mwenu kuna watu wengi wanapigania hiki chama kama sisi wengine tunavyojitolea, tunarara barabarani tunaendesha magari yetu binafsi, tunatumia mafuta yetu, tunaombaomba ili tuwafikie, na nyiye mnajipanga, mnajipigania, mna kodi kumbi, mna kodi vyombo. Tuwe na nidhamu katika kupigania chama hiki. Nataka kwenye kikao cha leo tusilete mambo ya ushabiki, tuzungumze mambo ya ukweli na tulenge katika kutibu chama chetu nimeenda kwenye kikao kilichokuwepo Njombe ni watu wanaotumiwa na mifumo ya dola kuleta chuki ndani ya chama chetu. CHADEMA ilikuwa familia moja, your problem your pain is my pain ndio iliyokuwa CHADEMA aliyoijenga Dr. Slaa, ambapo mtu akikamatwa Tarime Kyela wanalia. Leo mtu kwenye chama hiki anaweza kuigiza kwamba ameumizwa, ili atengeneze mazingira ya anapita kwenye sehemu ambayo si sehemu angeweza kumdhuru, ili waue chama hiki na wafunge viongozi kwa uongo. Tumefikia chuki ya kiwango hicho, na anajua kabisa hajaguswa.